Tunataraji kujitayarisha haswa, wanasiasa nao ni watoto wetu. 2027, tunahitaji kura ipigwe kwa amani. Hata ukija sasa hivi watu wameanza kuuza sera. Hebu sema sera zako na kile utafanyia wananchi, usije kwa ground, na kuweza kukejeli yule ambaye ako mamlakani ako katika kiti kwamba hajafanya hii. Hiyo ni kama ni kuchochea watoto wetu wainuke na asira na ukaweze kuinua vita katikati yetu. Sisi kama wanaharakati katika Mount Elgon especially katika Bungoma County, tunataka kuomba NGOs ambazo siko Kenya hii ianze kumulika Bungoma. Tuanze kuongea na watoto wetu, tuanze kuwafundisha aswa wale wako katika uh, WhatsApp na Twitter na Instagram. Tunaona maneno ambayo inaendelea hapo si mazuri wanatusiana na viongozi viongozi, watoto wengine tuwe na heshima, kwa maana Kenya hii ni yetu sisi wazee council of elders. Bila tulianza hivyo, tukakaa chini tukasema china ya Masinde Mulilo ijulikane. Tukaenda huko tuandike china ya Masinde Mulilo huko stadium, tukakuta imehusiwa tuka, wakasema waka kiwanja ndeke imehusiwa kiwanja ya hospitali muosiwatukakaa chini kama kanzo kuhusu elders ndio mimi na si maneno ya kiwanja ndeke, ambaye inasungumuzwa MPs na wanasiasa ambao wako mbele, msijaribu kuleta sifa mbaya kwa Mungu na Mungu ataona, akiona vibaya hata wewe ukiwa nani utapaki tu. Mheshimu wazee bila walipikana wakaleta hii vitu tatu siji, tutasema nini sasa? Wazee Council of Elders, tukae chini tuchakue mtoto ndio tunaweka mkono wa baraka. Hatutaki mtu kuja kutanganya, alafu awenda aumize watoto Mwaka mpya umeanza, mahali Mbukusu ulipo, tunataka tusafishe masafu kaunti zote, na tutaenda kuona mzee yupi ambaye anaweza kuleta amani mahali. Maana hawa wazee waliambiwa katika katiba ya kwamba ni wale wanaleta amani, si wanasiasa, lakini wale wanaoleta amani wakiona mfurukano mahali popote, na mzee huyo akitokezea atapanda amani. Tunataka amani katika nchi yetu ya Kenya, hatutaki mfurukano, tunataka amani. Hata wakati kura zinakuja hivi, kura zipikwe kwa njia ya amani hmm. Omba kiti kwa njia ya amani, usiombe kiti kupikana. Kupikana hakusaidii chochote. Asanteni.